Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibillahil alamin abil qasimi muhammad allahumma salli muhammadin wl wala alihi tayyibin tahirin. Ndugu zangu katika imani ambao tumepata bahati ya kukutana katika masaa haya katika mahala hapa, tukibadilishana mawazo kama ilivyo ada katika maisha ya binadamu, kukumbushana kwa moja au jambo la pili, lakini kwa lengo la kumtoa binadamu katika levo moja ya uelewa kwenda kwenye levo ya pili ya uelewa. Ni masiku ambayo historia ya dunia inaonyesha tupo katika kumbukizi za vifo vya kishahidi vilivyotokea au vilivyowapata ndugu zetu, binadamu wenzetu waumini wenzetu. Kiongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Sayyid Ibrahim Rais na wenzake watano takajali ya ndege ambayo imetokea mwaka mmoja uliopita. Tusome Surat al-Fatiha kwa ajili ya hawa ndugu zetu mashahidi, lakini pia kwa ajili ya ndugu zetu waliotangulia mbele za haki katika sehemu ya familia zetu ndani na nje ya nchi yetu.

Wala tahsabana lladhina qutilu fi sabili llahi amwatun bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, msiwahesabu waliokufa katika njia ya Mungu kuwa ni wafu wa kawaida kwa tafsiri ya kawaida isipokuwa wapo hai wa hai ambao mimi na wewe hatuwezi kuueleza na mbele ya Mungu wanaendelea kuruzukiwa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie ndugu zetu watangulia mbele za haki kauli zao ziwe thabit na wajalie makazi yao huko aliko yawe ni mema, na sisi tuwe ni wafuasi halisi wa madhehebu ya Alubayti alaihi wassalam. allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad. Tulifanya selection ya mada yetu leo, tuzungumzie kuhusiana na swala la self au personal evaluation, namna binadamu anavyoweza kufanya tathmini yake binafsi. Katika sura 75 aya 14 sura Surati Kiyama, Mungu anatueleza katika kitabu chake kitakatifu. Baada, a'udhu billahi minashaitani rajim. Bali linsanu li ala nafsihi basira, kwa hakika binadamu katika nafsi yake anajiona Mosi, kwa hakika binadamu ye mwenyewe binafsi ana uwezo wa kujifanyia tathmini. Tathmini, Amiril Muuminina Ali bin Abi sallallahu Abi Talib salwatullahi wasalamu aleihi, Allahumma salli ala Muhammad, katika moja ya riwaya anasema man arafa nafsah faqad arafa rabbah, atakayeweza kuifahamu nafsi yake, ni rahisi kumfahamu mola wake. Atakayeweza kufanya tathmini ya nafsi yake, ni rahisi kumfahamu mola wake. Sasa mimi nimeweka categories za self evaluation katika levels tatu, tukianza na yale maneno ya Mungu kwamba balil insanu ala nafsihi basira, binadamu ana uwezo wa kujifanyia tathmini binafsi, anajiona mwenyewe binadamu. Na maneno ya amirilmuminin ya kwamba man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, atakayejifahamu yeye ni nani, ana uwezo wa kumfahamu Mungu wake. Katika kushajihisha maneno haya ya Mungu na maneno haya ya amirilmuminin katika sura ya 86 aya 5 ya sita ya 7 mpaka ya 8 Mungu anaanza kumweleza binadamu katika kujielewa yeye ni nani, kwa kusema faliyandhur linsanu mimma khuliqa. First of all mwanadamu afanye utafiti namna alivyoumbwa mosi, afanye tathmini namna alivyoumbwa pili ajichunguze namna alivyoumbwa tatu. Majibu yanakuja, utajiwekea pazo maswali mengi, lakini Mungu anakupatia majibu. khulika mimain dafiki, ameumbwa kutokana na maji yenye kuchupa. yakhruju min baini sulbi wa taraib, maji yanayotoka kwenye uti wa mgongo wa mwanaume na yanakwenda kwa kwa mwanamke kwa lugha ya kawaida ya kirahisi, ukishafahamu kwamba proses ya uumbwaji wako imekwenda katika sura ya kutoka kwa binadamu mmoja kwenda kwa binadamu mwingine, maana yake wewe umetokana aidha na nafaka zinazolimwa shambani. Spem ni product ya vyakula ambavyo watu wanakula, kwa wewe ni protein, wewe ni vitamin wewe nutrients zote zinazotokana labda na maji mboga mboga na kadhalika, wewe ni nafaka na kadhalika. Ukishajifahamu maanake utajua una weakness zipi kama binadamu, lakini baada ya kufahamu umeumbwa kutokana na nini, unatakiwa pia ufahamu unapoishi unahitaji nini katika kulielezea hili Mungu akasema katika sura 30, sura 80 kuanzia aya 25 mpaka aya 32, faliyandhur insan ila taamihi, binadamu aangalie, afanye utafiti, achunguze kwamba yeye baada ya kuwa ni product ya vyakula vya mama vya baba vikafanya sperms kuwa yeye hasa. Anasema tena Mungu, faliyandhur insan ila taamihi aangalie binadamu afanye utafiti binadamu, kutokana na chakula anachoishi nacho katika maisha yake. Mungu anasema upatikanaji wa chakula umetokana na nini? Chakula hichi ambacho ndio zao la iye kupatikana, anna sababna lmaa sabba, sisi ndio tulioshusha maji yakaje hapa ardhini. Thumma shakakna al-ardha, shaka kutokana na hayo maji tukaipasua ardhi. Faambatina fiha habban, yakatoka mazao ya nafaka wa inabah wakadhibahu wa zaitunah wanahla wa, na, wa, wa hadaika ghulba. Mungu amezungumza varayatis ya vyakula mbalimbali ambayo vinaoteshwa hapa duniani, lakini kwa uwezo wake yeye Hivi ndiyo chachu ya binadamu kupatikana, lakini hivi ndiyo chachu ya binadamu kuendelea kuishi kwa. Ukisoma katika ecology, katika ecosystem, sisi binadamu hakuna uwezekano unaweza ukaishi pasina kupata madini ya iodine, usipate ugonjwa wa goita. Haiwezekani, hakuna uwezekano unaweza ukaishi na ukawa na nguvu za kufanya kazi pasina kuwa na madini ya calcium na yanayokwenda kuimarisha mifupa yako meno yako na kadhalika. Madini ya calcium yanapatikana wapi? Yanapatikana kutokana na hivi ambavyo Mungu ameviumba sisi tuvivune, kutokana na hivi ambavyo Mungu ameturuzuku kwavyo, kwao utahitaji phosphorus, utahitaji calcium, utahitaji vitamin, utahitaji eh, protini, utahitaji nafaka na kadhalika na kadhalika hivi ni vyanzo vya binadamu kupatikana, lakini hivi ndio vinamfanya binadamu pia aendelee kufanyaje, kuishi. Hasa ukishafahamu kwamba esensi yako wewe ni vyakula. Baba na mama walikutana wakala chakula kikawapatia nguvu, wakaweza kupata wewe, na wewe unaishi pia kupitia vyakula hivi. Kuna swala la msingi la kujiuliza, upo hapa duniani kwa ajili ya kumtumikia nani? Sasa kwenye kufanya tathmini kuna mambo makuu ya kuzingatia. La kwanza tunaweka katika kategori ya vitu vinne. Cha kwanza tutasema ni strength zako wewe, kwamba wewe unaitwa Ali, unaitwa Ibrahimu, unaitwa Muhammad, unataka kumwabudu Mungu au unataka kumwasi Mungu, au unataka kufanya jambo productive kwa ajili ya maisha yako wewe katika kujifanyia tathmini, baada ya kuwa ni binadamu mwenye akili zake timamu na unajua esensi yako wewe ni ipi, unataka kuyafanya maisha yako katika maisha yako ya kila siku, aidha ufanye biashara, utafute elimu, uamiliane na watu katika masuala ya siasa, ufanye masuala ya kiutawala na kadhalika, mambo makuu ya kuzingatia ni mangapi? Ni manne. La kwanza unahitaji kufahamu strengthi zako wewe ni zipi? Una vitu gani ambavyo unavitegemea katika maisha yako? Unahisi kupitia vitu hivi ninaweza nikaishi. Mfano, mimi naweza nikawa nina strength ya kuwa nina mlorongo wa watu wengi ambao wananifahamu katika maisha yangu, kwa hiyo i can make use of them kama human resources, napotaka kugombea udiwani kwa mfano, napotaka kugombea ubunge kwa mfano, familia yangu imegusa karibuni kila koo ya familia fulani, kwa nikisema nataka kugombea, jina langu litakuwa linatajwa katika kila familia, that is my strength. Hiyo ni nguvu ambayo mimi niko nayo, kwa nikisema i want to go to go politics, nataka niingie kwenye siasa, nitalazimika kwanza kupima strength yangu mimi kupitia kukubalika kwangu mimi kumekaaje? Nitaanza katika level ya familia. Mungu akati anamweleza mtume alimwambia, wa andhir ashirataka al-akrabin, anza kwanza kujipima kwa kuangalia watu wako wa karibu. Na ndio maana katika watu walioanza kumwamini upande wa wanaume tunaamini sisi alikuwa ni amiri almuminina Ali bin abi Talib, salawatullahi wasalamuhu alayhi, allahumma salli ala muhammad na upande wa wanawake ni alikuwa ni bi Khadija. Kwa hiyo alipima uelewa wake kwa watu kwanza, ambao wanaweza kwenda kumsemea kwa watu. Kwa ukitaka kwenda kwenye politics, anza kupima strength ulizonazo wewe kupitia watu wako wa karibu. Hilo jambo la kwanza, lakini sambamba na hapo, unataka wewe ufanye let's say masuala ya uandishi wa habari media unataka kuwa mwanasheria, tuchukulie hapo katika career choices zetu. Ndugu yetu Msimbwa kwa mfano ni mwanasheria, anataka anataka ku practice sheria, anataka kusoma sheria. Pima strength za kwewe za kutaka kusoma sheria, zikuruhusu kwenda kusoma sheria. Natoa mfano wakati Musa anamwambia Mungu mimi kufanya physical confrontation na Firauni siwezi kwa sababu uwezo wangu wa kuzungumza ni mdogo, simply pengine na kigumizi. Akamwambia akamwambia Haruna, kwanza awe ni sehemu ya watu wa kufanya naye kazi hapo mwanzo. Ashamwambia Mungu, Rabbi rabbi shrahli swadiri wasirli amri wa wahlulu qudatan min lisani yafqahu qawli. Ikaenda mwisho wa siku akasema, wajaalli waziran min ahli Haruna akhi Lengo la kumwomba Haruna ni kwa sababu ashafahamu yeye uwezo wake wa kuwashawishi watu kwa kuzungumza, pengine hana. Haruna alikuwa ni mfasaha katika kuzungumza, sio? Sasa wewe unataka kupraktizi sheria, unataka usome sheria, siku moja uje kuwa mwanasheria nguli, kazi za kisheria ligali, na tunavyofahamu sisi katika jamii zetu aparti from kuzifanya katika levo ya kiofisi kuandika document na kadhalika, pia kuna swala la kwenda mahakamani kuwatetea watu. Una kigugumizi ambacho ili uzungumze ni lazima mtu wa pembeni yako umpige kofi ndio useme, una kigumizi ambacho ili uweze kusema ni lazima upige mguu wako chini, hasa tutashindwa kuelewa mahakamani ule kishindo ambacho kimetoka ni cha yule afande ambaye anasema court au ni cha mguu wako wewe? Utatupa wakati mgumu sana, tutashindwa kuelewa muda sahihi wa kumtetea huyu mtu kwa kujenga hoja, na unaweza kumfanya mwanasheria ambaye yuko dhidi yako wewe akatumia udhaifu wako wewe kukupanikisha, kwa kuuliza maswali mengi, na mwisho wa siku kashindwa kumdefend yule ambaye ni mteja wako. Kwa kufahamu weakness hiyo, utajua my strength is somewhere else uimara wangu mimi uko sehemu nyingine. Kwa hata kama nitasoma sheria nitabaki kuwa ni mwanasheria wa kampuni na sitokuwa wakili, kwa sababu kuna utofauti kati ya kuwa mwanasheria na kuwa wakili. That is your strength. Umefahamu ubora wako wewe uko wapi? Mfano wa kawaida, vijana wengi wanapenda kuwa na maisha mazuri, of course, huluka ni huluka ya kila binadamu, siwezi kuzungumza ni vijana peke yao wazee wetu wanapenda kuwa na maisha mazuri, avae msuri, ambao akifika kwenye kijiwe cha kahawa wazee wenzake wajue mzee kafika. Akivaa koti, akifika kwenye kijiwe cha kahawa, akiliweka sehemu, watu wakifika waseme hili koti la mzee ndi holee. Kwa mfano, tunapenda sana kubul kamali, sio kama unahisi uwezo wako wa kipesa ni mdogo, lakini unatamani siku moja kumiliki range. Kwa mfano, unatamani siku moja kumiliki gala milioni 500, lakini kila ukipima urefu wa mfuko wako, uwezo wa kumiliki pesa kwa mwaka mzima, pesa yako binafsi haiwezi kuzidi shilingi elfu hamsini. Ile tamaa yako inaweza kapelekea ya wewe kupata madonda ya, ya tumbo. Pima strength yako wewe kwamba shilingi elfu hamsini nikipambana ndani ya miaka miwili, according to my strength na uwezo wa kununua baiskeli, that is your strength. Huo ni uwezo wako wewe. Na sambamba na hapo, kama shinikizo la kumiliki kipandwa, itakuwa ni moja ya sababu ya wewe kwenda kutafuta mke wa levo ya juu. Msimunisikizi vizuri sana, itakuwa ni sababu ya wewe kwenda kutafuta mwanamke wa levo ya juu, mwanamke ambaye iliweze kutoka naye kwenda kwenye soko la siku ya Ijumaa gulioni, ni lazima mpande gari, ukamtarget yule na ukajua kriteria zake zikoje. Maanake siwezi kukushauri wewe uende ukaoe, pima strength ya kumua mwanamke ambaye ukimwambia tupande baiskeli twende sokoni atapanda na mtakwenda mnacheka barabara nzima na mtafika kwa amani na mtarudi nyumbani kwa amani na mtazungumza vizuri hata kama mvua itaonyeshia. That is your strength. Ukifahamu level yako wewe, ni hapo maanake, utajua ubora wangu mimi unaishia katika level fulani. Ukifahamu pia level yangu mimi, ni kupeleka watoto wangu katika shule za kata za kawaida, ambapo wakati wa break mtoto lazima atakwenda kununua mihogo mitatu, ale ukataka kupambana na jirani ambaye watoto wake wanalazimishwa kula mayai asubuhi, wanalazimishwa mwanao. Kwa sababu nyumbani kwako unafuga kuku wawili, ukikuta kuna yai moja limeondoka katika wale mayai ambayo yanatagwa na ule ya na kuku wako, unaweza kwenda kuchuma bakora na kutangaza vita kwenye nyumba nzima. Kumbuka kuna mzazi mwingine ambaye kwake ana trei nzima la mayai na kila siku anakuja kuangalia na watoto wake, kama hawajala mayai anawagombeza. Wakati wewe unawagombeza watoto wako kwa kula mayai, kuna mzazi mwingine anawagombeza watoto wake kwa kutokula mayai. Usijipime hawa watoto wawili, ukamchukua mwanao ukamweka katika levo ya huyu, mpeleke katika shule ya watoto wenzake ambao wanakula mihogo na atajifeel comfortable, kwa sababu hata ndoto zake za kila siku usiku akiwa naota hawezi kuota anakula mayai. Mara nyingi atakuwa anaota anakula nini? Mihogo. Na siku ikitokea mtoto wako ameota amekula mayai, manake lazima atakojoa usiku huo, simply, si sehemu ya maisha yake. Tujipime stress zetu pia zikoje kwa kuangalia levo zetu za maisha ya kila siku Muhammad wa al Muhammad salawatu wow. Katika kufahamu pia nafsi zetu, katika kufahamu pia nyenendo za maisha yetu, ni lazima pia tufahamu weakness zetu pia zikoje, hasa katika SWOT analysis, strength mara nyingi ndio huwa ni fursa yako wewe, yaani ukiona wewe una uwezo wa kusimama masaa kumi na mbili bila kuchoka, ukija kunishaurisha, ninataka kwenda kufanya kazi ya uaskari nipewe kitengo cha trafiki, I can advise you to go for that. Kwa nini? Kwa sababu una uwezo wa kusimama muda mrefu barabarani ukawa unaweka mkono wako hivi, magari yanapita pale, unasimamisha anakaa pembeni na, na kadhalika. Lakini kinyume chake, ukiwena wewe ukikaa katika kikao au mkutano wa hadhara, kiongozi anazungumza ndani ya dakika tano, umechoka unataka kukaa, alafu ukasema unataka kuwa askari. Hakuna askari ambaye anachoka ndani ya dakika mbili. Kwa nitakushauri ukafanye kazi ya kuuza duka, kwa sababu ndo kazi pekee ambayo itakufanya wewe uwe unakaa muda mrefu, na kiti chako chakuwa kinakupeleka sehemu, unachukua bidhaa unawapatia watu. Kwa wikinesi zako, ni vyema uzitambue, ili ufahamu katika natural phenomena, katika mazingira halisi, unaweza ukafanya kitu gani ambacho kitayafanya maisha yako yasikufanya ujihisi ni mnyonge katika maisha yako ya kila, ya kila siku. Fursa, ndugu zangu, ni nyingi baada ya kuwa umefahamu strengths zako wewe ni, ni zipi. Fursa ni nyingi sana, katika moja maneno ya maneno ya Amiril Muuminina Ali bin Abi Talib salawatullahi wa wasalamu alaihi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, anasema man kana lahu ardhun wa ma'un faftaqara, atakaye kuwa na fursa ya kupata maji akawa na fursa ya kupata ardhi alafu kwa uwepo wa maji pamoja na ardhi akawa fakiri, manake Mungu anajitenga na yeye, yaani Mungu anamtenga mbali na yeye. Amezungumza vitu viwili, ardhi pamoja na, na maji. Ukija katika jiji la Dar es Salaam kwa mfano, utakutana ndugu zetu ambao wametoka Rukwa, wametoka Mara, wametoka Kigoma, wametoka Tabora, mikoa mbalimbali, wanasema wamekuja kuhaso kutafuta maisha. Swala so, la msingi ambalo mara nyingi watu tunaulizana, huyu mtu inawezekana, kule kilimo kime kimemshinda, amekuja kufanya kazi za kuhangaika za kutapatapa amekuja kutafuta fursa nyingine tofauti na kilimo, wakati Imam hale anatueleza atakayemiliki ardhi na maji halafu akaendelea kuwa fakiri, Mungu anamtenga. Kwa nini huyu mtu ambaye amekimbia kulima kule Tabora tusidraw conclusion kwamba Mungu tayari ashamtenga na rehema zake? Kesi itakayokuja atakueleza tu Unahisi mimi pengine nimekuwa ni mvivu ndio maana nimekuja kutafuta maisha wapi? Dar es Salaam. Lakini mimi nakupa fursa nayo, ndugu yangu, nimeacha ekari kumi kule kwetu, nenda kalime. Imamu alikuwa akusudii, unapotaka kufanya kilimo kikutoe katika levo moja ya maisha kupeleka katika levo nyingine ya maisha, ni swala la kuchukua jembe na shoka ukaenda shambani ukaanza kulima hali ya kuwa hata mtaji hauna? Alichokuwa anamaanisha hapa ni kuwa situation, usome mazingira, uangalie una mtaji utakaoweza kukuwezesha wewe kwenda kulima hekari kumi kwa ajili ya kilimo cha biashara, au kama unataka kulima kilimo cha hand to mouth, you can go na ukalima hekari moja, itakusaidia katika maisha yako. Lakini lengo lako wewe ni kulima kwa ajili ya kula, au unatakiwa ulime ili uweze kuexcel kwenda mbali zaidi ya pale ulipo ni lazima ufanye tathmini ya maisha yako, ufanye tathmini ya nafsi yako. Unajua nini unaweza nini, unaweza kufanya nini katika maisha yako, utakuwa umeifahamu nafsi yako vizuri. Man arifa nafsa fakad arafa rabba. Changamoto tulizonazo ni zipi kwa kutokufahamu nafsi zetu na kujifahamu wenyewe, namalizia katika moja ya changamoto kubwa ambayo tunaipata sisi binadamu katika levo ya kuto kufahamu tunahitaji nini. Mara nyingi wataalamu wa masuala ya management wanasema, ukishindwa kupanga utapanga kushindwa, ukishindwa kupanga utapanga kushindwa, usipojipanga utapangwa. kwa kiasi kikubwa tumekuwa monitored kwa sababu hatufahamu nafsi zetu tunahitaji nini. Tumekuwa monitored na driven na maisha ya watu kwa kuiga, wao wanafanya nini na mimi niweze kufanya nini? Ukikaa na wazee ukazungumza nao vizuri, watakupa maneno mengi sana ya hekima, lakini mmoja wapo atakwambia jikune pale ambapo mkono wako una, unafika. Ndugu zangu akina baba practical example inaonyesha kabisa kwamba sisi wanaume kwa kiasi kikubwa sana tunakufa na misongo ya mawazo moja. Lakini pili, sisi wanaume tunazeeka katika umri ambao si wa kwetu sisi. Sababu kubwa ni nini? Huwa tunafarijika sana tunapokuwa tumeingia katika taasisi ya ndoa. Kwa mfano, lakini mnapokuwa mmekutana na mwanamke ambao mna variety ya expectations, mna utofauti wa mawazo na mitazamo katika kuiendea taasisi ya familia, maana yake, wewe wakati unamfanyia lobbying yule mwanamke awe ni sehemu ya familia yako wewe, kwa sababu huifahamu nafsi yako inahitaji nini, utajilazimisha kuishi maisha ya kumfurahisha yule mwanamke, na ili uishi maisha utalazimika kuingia gharama mkeo atakwambia, mimi kila baada ya miezi miwili nalazimika kwenda kuona ndugu zangu, nauli yangu mimi lazima nipande VIP. Wewe ndugu yangu, katika kuhaso kwako, katika maisha yako, kabla hujamwoa mkeo, haujawahi kupata fursa ya kupanda basi VIP. Utapambana mwezi wa kwanza, utampatia tiketi, atakwenda VIP wakati imebaki, wakati anaondoka, wakati wewe umebaki hapa nyumbani unajipikia utalazimika kubalansi mlo ili mke akija akute mambo ya kuvizuri. Utalazimika kula kwa kuua winga, Waswahili wanazungumza sio? Yani, utakula chakula cha asubuhi alafu utamtafuta winga namba kumi na moja ambayo itakuwa saa kumi na mbili jioni, ule na uje utafute saa sita mchana kesho. Mkeo wa kupigia simu usiku wakati unazungumza naye kinyonge atakuwa nakuuliza, mume wangu, mbona sauti yako iko chini sana? Utasema nilikuwa na kisimamo cha usiku, ndio maana sauti yangu iko chini, nimechoka. Kumbe umechoka kwa sababu haujala vizuri, simply umehifadhi pesa kwa ajili ya kumaintain status yako. Atakaporudi mkeo asikuone umechoka kimaisha, mwisho wa siku unakonda. Ukiulizwa nini, utasema ni maelekezo ya madaktari. Of course tuna siku hizi kuna tuna, tunazungumza mengi sana ndugu yetu Profesa Janabi amekuwa anasingiziwa kwa vitu vingi sana. Unazokana friji yako nyumbani, ukaa unaweka maji peke yake, watoto wanakuuliza mbona siku hizi matunda ya watu, unasema ni maelekezo madaktari. Visingizio vimekuwa vingi sana nyumbani, tunakula mboga za majani karibuni kila siku. Ukaulizwa kwa nini hatuli nyama, utasema nyama zina madhara makubwa, kuna nyama si nyeupe, kuna... utatoa sababu nyingi sana. Unatengeneza mazingira ya mzee Tola zamani wale walosoma vitabu vya fasihi ya Kiswahili zamani sana, kuna mzee mmoja o, mzee Tola alikuwa anarudi usiku. Mara nyingi anakuta mke wake imemwandalia chakula, sasa watoto hawakula kile chakula na wakashiba. Ili ale kile chakula vizuri, analazimika kuzima taa, alafu anaanza kuwasimulia hadithi wala watoto mpaka wasinzie. Unaanza nawo kutengeneza mazingira nani <laughs> ya mzee Tola. Mwisho wa siku watoto wanakondeana, na wewe mwenyewe unaanza kukondeana. Kwa hiyo wanaume tunaishi kwa stress, kwa sababu tumeshindwa kujua maisha yetu. Sisi tulipaswa kuishi na wanawake wa sampuli wa sampuli gani? Akirudi mkewa anakwambia Dhulhija inakaribia na mwisho wa siku kuna Idi kubwa tunaita kule mswahilini. So, sio tunahitaji nguo za watoto, nahitaji na mimi nguo. Kuna abaya mpya zimetoka, zinauza shilingi laki mbili, bei rahisi. Na unaambiwa ni bei rahisi, na utaambiwa mama fulani amepita hapa masaa mawili aliyopita, nimechukua moja kwa mkopo shilingi laki tatu, ameongeza shilingi laki moja. Wewe kipato chako ni cha hand to mouth, ukiingia ndani saraka mbili unamshukuru Mungu. Hizi raka mbili, ndugu zangu, za kumshukuru Mungu ulipaswa kumweleza Mungu jambo lako kabla hujaingia katika hii taasisi, kwa sababu hii taasisi kwa sasa imekuwa si mkombozi kwako, badala yake imekuwa ni mateso kwako. Namalizia kwa kusema man arafa nafsa fakad arafa rabba, ukifahamu nafsi yako utamfahamu mola wako.